Utengamano katika jamii ni jambo la busara sana, maana inakuza amani na maendeleo kwa kasi na umakini unaostahili katika maendeleo. Inamaanisha nini? Hapa Isanga Property Agency tunakupa fursa ya kujijenga kama jamii, iwapo ni vikundi vya wamama, vijana, chama au vikundi vya wataalamu. Kikundi cha watu wanane wanaweza kumiliki shamba la ekari moja au chama cha watu 16 wanaweza miliki shamba la hekari mbili. Sasa hivi kila mtu binafsi katika kikundi au chama atamiliki kipande cha 50 by 100 kwa shilingi laki nne peke yake. Upo mpango wa malipo rahisi, ambapo unaweza weka deposit ya mia mbili na hamsini elfu na balance kulipwa kwa muda wa miezi mitano. Vilevile, process za land subdivision na title deed zitafanyika bila malipo. Ya nne ni kwamba shughuli hii itasimamiwa kwa uwazi na kanuni zote za kisheria kufuatwa kikamilifu. Kwa vikundi, vyama au wataalamu ambao wangependa kujijenga kwa umoja, fursa hii ni yenu. Wekeza saa hii kwa manufaa ya baadaye. Wasiliana nasi kupitia 0776900708 na uwekeze na Isanga Property Agency.